Huyu bwana mdogo ni bwana mdogo sana, nilikuwa nimemsema kipindi fulani, alienda Uganda mm. kuwakilisha nchi kwenye mazungumzo mm. na Museveni, akakutana na Rais Museveni, akakutana na Museveni Museveni, akatwiti mm. nikawa nimemlima sana kwenye kwenye, kwenye mikutano ya hadhara, nilimshambulia kwenye mkutano wa hadhara, wewe ni nani? Mtoto wa rais, nchi mm. sio ya kifalme mm. wewe mtoto wa Malkia? hii siyo, we, mamako Malkia? Hii sio wewe, mamako sio Malkia, mamako ni rais mm wewe huna nafasi yoyote serikalini, uwezi mm. ukatuwakilisha sisi nchi mm. mahali popote nje ya nchi mm. unanifahamu mm? Sasa ilianzia hapo, akakufata Abdula akakufata Tegeta, akaja Tegeta. Wewe kwani unanishambulia bana wakati unifahamu mm. nini? Mi nahangaika tu na nini lakini na mm. mimi mtu mzuri, naweza nikakusaidia mm. mm. anaweza kakusaidia kwenye nini, hela mm -hmm, akakwambia naweza nikakupa hela E, alikuja kunihonga nyumbani kwako, nyumbani kwangu Tegeta. E, alitaka niende niende Masaki, kwenye na kahoteli gani huko, alikuita kwa simu nikamwambia, nika, hakuniita kwa simu, alitumia tumia alitumia watu wema mm. nikaambia mi siwezi kwenda Masaki usiku kwenda kupigwa picha huko. Halafu ni, ni, ni, ni, ni, nahongwa mm, siwezi si kwenda mm. anataka kuniona aje, nyumbani kwangu aje, nyumbani kwangu.